Jana ilikuwa ni 40 ya mtoto wa Jux na Priscilla anayefahamika kwa jina la Rakim <mulia> of course. Uh, hii 40 ilifanyika nyumbani kwa Juma Jux kimya Kimya. Akiwa amewainviti watu fulani wachache sana um, <laughs> Jux amekuwa ni mtu ambaye maisha yake huwa hapendi kuya expose sana maisha yake person kupitia uh, social media na mara nyingi hata kwenye pati zake amekuwa akialika watu wake wa karibu sana. Sio mtu ambaye utakuta, tukafanya nini sehemu fulani, kafanya nini. So jana alikuwa amefanya 40 ya mtoto wao anayefahamika kwa jina la Rakim. Of course, hii ni utaratibu wa Kiafrika, sifahamu kama ni kawaida kwa wenzetu wazungu au nini lakini kwa kwa upande wa bara la Afrika kumekuwa na utaratibu kwamba mtoto akifikisha siku 40 baada ya kuzaliwa basi wanamtoa nje ambapo kila mtu anakuwa na access kwenda kumuona anaweza kutoka na wazazi wake kwenda kutembea nje na nini watu wakaona sura yake so umekuwa ni utaratibu utamaduni ambao tumeukuta sisi hata sisi pia tulipitia hivo lakini pia hata mtu akifariki huwa kuna siku 40 sijui kuna kitu gani hapa lakini pia mwizi <laughs> mwizi naye nay uh, siku za mwezi ni arobaini baada ya siku arobaini anakamatwa so ni, kuna nini kati ya namba arobaini nitajaribu pia kufanyia uh, research ndogo kufahamu uh, siri iliyopo katika hii namba arobaini kwenye maisha ya mwanadamu wa kawaida so jana ilifanyika hiyo shughuli ndogo uh, nyumbani kwa Jux, mbeji, uh, mbezi beach jini Dar es Salaam mastaa mbalimbali alikuwa pale na nimemwona nimemwona Diamond Platnumz nimemwona Zuchu wengi wengi, yes, alikuwa pale. Wale watu wa karibu sana na da, na Juxi walikuwa pale katika arobaini hiyo. Nataka nikupitisha tu kidogo kwenye matukio machache ambayo yalitokea katika usiku huo. Kwanza kabisa, uh, jana ilikuwa ni birthday ya Diamond Platnumz, hivyo Juxi alitumia nafasi hiyo kuweza kumwish Diamond Platnumz happy birthday kwa kumuimbia na watu ambao walikuwepo katika usiku huo, kwa sababu pia Diamond alikuwa uh, ametoka Arusha katika mwendelezo wa kampeni za Uh, mgombea urahisi wa Chama cha Mapinduzi, CCM, Rais uh, Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kutoka Arusha, akafly akafika zake Bongo, akafika zake hapa Dar es Salaam moja kwa moja akaelekea kwenye kwenye arobaini ya mtoto wa Jux. Pamoja na yeye kwamba alikuwa ana birthday yake, lakini akufanya party, akufanya chochote, akaamua kwenda kumsapoti mshikaji wake, familia yake Juma Jux nakuwa hata kwenye kipindi cha harusi Diamond alikuwa mbele sana, alienda siku ile alienda mpaka Nigeria, alikuwepo hapa pia Tanzania kwenye harusi iliyofanyika hapa. So amekuwa ni mshirika mkubwa sana wa Jux, wamekuwa na ushirikiano mzuri sana wa kikazi, lakini pia hata kwenye maisha yao binafsi. Sasa hivi wamekuwa ni watu ambao wamekutanisha familia zao. So Jux alichukua timu yake, akamwimbia happy birthday Diamond Platnumz. Yes, ilikuwa ni moment nzuri sana mtoto <todoha> wakes angetakiwa rudi siku nyingine, ikabidi kuchukua ndege binafsi. Wow, ambao ni gharama kubwa zaidi ili aweze kurudi leo ahudhurie hii siku. Ninaheshimu oh, sana hilo na kuheshimu mama sana, Zuchu. Yeah, ungeweza kumwambia, yeah. baby <laughs> leo bwana birthday usitoke. <laughs> <laughs> na mnajuaga mnavyokoga na nguvu. yeah. Lakini umeweza kumruhusu akaja, hapo achini kitu kikubwa, tunaheshimu kama familia. yeah. baby you don't understand yeah. Zuchu yeah. Zuchu yeah. as a wife yeah. she could say baby today is your birthday

Lakini pia kuna moment nyingine hii hapa ya mke wa Juxi Pris, ambaye yeye kwa upande wake aliweza kuwish uh, Zuchu na Diamond Platnumz waweze kupata mto, watoto mapacha. Yes, Zuchu na Diamond wapo kwenye ndoa, lakini mpaka sasa hawajabahatika kuwa na uh, na mtoto so. <laughs> Jana katika kutoa wishi zile mke wa Juxi Priscilla alimwish uh, Zuchu na Diamond waweze kupata watoto mapacha as you can see here, kupitia video jinsi ambavyo

Lakini pia hizi moment za Diamond na Zuchu kucheza kwa furaha kuimbiana na nini na nini, zimekuwa ziko attractive sana na watu wamezipenda sana, na unaona jinsi gani ambavyo wawili hawa kapo yao imeweza kushikamana sana. Japokuwa leo nasikia hivi kesho nasikia vile, lakini baada ya siku mbili unakuta wako zao pamoja. Of course, that's a business, ambao pengine wameamua kuishi maisha ya hivyo, kwamba wao watakuwa watu kuzingua tu mitandaoni, lakini inapokuja kwenye swala zima la upendo wa kuwa pamoja, basi tunaona momenti nyingi sana za wawili hawa wakiwa watu ambao wanafuraha sana. Moment nyingine ambayo mimi niliipenda ni moment ya kumwona na Real kuwa karibu na Juksi, kuwa na Diamond. Yes, nazungumzia ngoma kama katika katika pengine tukakutana na kolabo nyingine kati ya na Real, na Diamond Platinums. Ukaribu wao huu unaweza uka make sense sana mona, pia S2Kiz alikuwa pembeni. Watu wanapokuwa karibu, haswa kwa wasanii, kwa watu ambao wana experience ya kukaa na wasanii, wasanii wanapokuwa karibu kama hivi, ndivyo amba, ambapo wanatengeneza nafasi ya kufanya kolabo ya kufahamiana na nini. Hata kama walikuwa na matatizo madogo madogo, basi unakuta wanakuwa na uwezo wa kuyasort hayo matatizo ambayo Uh, wanakuwa na, Of course, nikasema nikupitisha kidogo kupitia um, hii kitu ambacho imefanyika jana uh, kwenye arobaini ya mtoto wa Jux Rakim. Sasa hivi utakutana na Rakim kila, kila sehemu, sasa ni ruksa niruksa e, kitamaduni kwamba Rakim sasa anakuwa anaweza kwenda sehemu yoyote, kupelekwa sehemu yoyote, kuwa wazi kwenye public na nini, kwa sababu uh, tayari uh, zile mila na tamaduni za kiafrika zimeshafanyika, nikimaanisha arobaini yake tayari imefanyika. Asio mimi naitwa Ricky, na hii hapa ni Ricky Media. Unaweza ukaendelea pia kutazama matukio mbalimbali hapa ambapo yalikuwa yametokea katika Uh, katika uh, arobaini hii ya mtoto wa Jux, yes, ambayo ilifanyika jana nyumbani kwa Jux Mbezi Beach, jijini Dar es Salaam. Bye bye.